Harakati za Jeshi la Polisi Dodoma kukabiliana na changamoto mbalimbali ukiwemo ukatili zinaendelea. Katika uendelezaji huo hii leo, Kamanda wa Jeshi la Polisi Mkoa wa Dodoma Sakap George Katabazi amedhuru shule ya msingi ya General Musuguri iliyopo kata ya Ihumwa nje kidogo ya mji wa Dodoma. Pamoja na mambo mengine, Katabazi ambaye anafika hapa na kisha kupokelewa na wanafunzi kabla ya kukabidhi vifaa vya usalama barabarani, anasema vifaa hivi vinalenga kuwalinda watoto dhidi ya ajali zinazoweza kutokea barabarani. Hao watoto lazima tuwalinde. Jeshi la polisi, jukumu letu ni kulinda raia na mali zao. Hao watoto ni watoto ambao ni wadogo ni, ni, ni, ni watoto ambao wanahitajika, wanahitaji uangalizi wa karibu. Sisi jeshi la polisi tumepeleka maeneo mbalimbali, nyakati za asubuhi kuweza kuwavusha hao watoto, nyakati za mchana au jioni kuweza kuwasaidia kuvuka kwenye vivuko vya hizi barabara. Lakini tukizingatia, mji wa Dodoma unakuwa kwa kasi, kuna shule nyingi, barabara ni nyingi, kuna watumiaji wengi wa barabara, ikiwemo bodaboda mini waendesha pikipiki, bajaji na magari mbalimbali. Kwa hiyo tukasema lazima tusaidiane na walimu na walezi Programu hii ambayo jeshi la polisi linasema kuwa ndio imeanza kutekelezwa katika shule hii inatajwa kuwa huenda ikazaa matunda kwa kiwango kikubwa siku za usoni. Hii ni programu ambayo tumeizindua rasmi, ya kutoa vibao ambavyo vinaonyesha ishara mbalimbali ya ishara ya kusimamisha vyombo vya moto, ili watoto wetu waweze kuvuka kwa usalama, wanafunzi waweze kuvuka kupita kwenye vivuko kwa usalama, kuepuka hawa watoto wasiweze kupata madhara, wasiweze kugongwa na vyombo vya moto eh? kwa sababu so, wakigongwa wanaweza wakapata majeraha, wakati mwingine anaweza akapelekea uh, vifo vya hao watoto. Kadhalika jeshi la polisi linasisitiza juu ya utayari wao kudhuru katika shule zote zilizopo ndani ya mkoa wa Dodoma kutoa elimu za usalama barabarani, huku likiongeza kuwa baadhi ya madereva wana elimu ya usalama barabarani, lakini anatilia angalizo juu ya madereva kuendelea kutii sheria za usalama barabarani. Hii ni barabara inayotoka makao makuu ya nchi Dodoma na kuelekea katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam. Barabara hii kwa siku ya leo imetumika kama mfano kutoa elimu ya usalama wa barabarani. Jacqueline Masawe, TMC News, Dodoma.